Sababu zinazopelekea wafanyabiashara wengi kuweza kufilisika, hiyo ni kutokana kwamba wanapoanzisha biashara zao, unakuta baadhi yao hawana lengo ama kusudi linalowasukuma kwa ajili ya kuweza kuanzisha biashara hiyo, na wengi wao wanafanya biashara kwa kuiga kwa kuna kwamba biashara fulani inalipa ndipo anajikuta anaweza kuanzisha biashara hiyo, na biashara hiyo anayoanzisha kutokana kwamba hana lengo hilo ama msukumo kutoka ndani yake, biashara hiyo siku zote inaweza kuishia kufilisika na siwezi kufikia mafanikio makubwa kabisa. Hapa nitakupatia hatua tano za kuweza kuanzisha biashara na biashara yako iweze kuwa kubwa na kufikia mafanikio makubwa kabisa kubwa kabisa. Ungana mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho Kama nilivyokuambia kwama takupatia hatua tano za kuweza kuanzisha biashara yako na biashara yako iweze kukua, kwa sababu kila mtu anapofanya biashara anahitaji biashara yake iweze kukua na iweze kufanikiwa na aweze kufikia hatua fulani, maisha ni mwake. Cha kwanza kabisa, ni lengo ama kusudi. Unapohitaji kuanzisha biashara lazima uhakikishe kwamba uko na lengo thabiti ambalo linakufanya uweze kuanzisha biashara yako. Usije kuanzisha biashara kwa kuiga, kwa kuona kwamba fulani kaanzisha biashara hii na biashara hii imekuwa ikimlipa sana, na wewe uweze kuanzisha biashara hiyo. Ukianzisha biashara hiyo kama aliyofanya mwenzio wewe, inawezekana biashara yako isiweze kusonga mbele, na badala yake biashara yako ikakushindikana, na hatimaye ikaweza kufeli. Kwa hiyo ambacho nataka ukielewe kwanza ni kusudi. Je, wewe una lengo lipi katika biashara na ni biashara gani unahitaji kufanya? Ila usifanye biashara kwa kuiga kwamba fulani anafanya biashara au biashara hii ya msimu, na wewe unakurupuka unaamua kufanya biashara. Angalia biashara unayoipenda wewe, ni biashara gani iko ndani mwako, ili kusudi utakapofanya biashara hiyo biashara yako iweze kusonga mbele. Usifanye biashara kwa kuweza kuiga kwamba fulani anafanya biashara na wewe uweze kufanya biashara kama hiyo. Chunguza biashara unayohitaji kwamba ni biashara gani unahitaji kufanya, na ni biashara gani ukifanya utaweza kufanikiwa. Lazima uweze kuwa na kusudi ama wazo ama uwezo wa kuweza kuanzisha biashara unayohitaji. Chunguza kama sababu ni sahihi ambazo unahitaji kuweze kuanzisha biashara, lakini kama sababu zitakuwa sio sababu sahihi, maana yake kwamba biashara yako itaweza kufirisika na haitaweza kukua kabisa, wala haitaweza kusonga mbele. Hakikisha uwe na msukumo kutoka ndani yako unapohitaji kufanya biashara, yani uwe na biashara unaoipenda wewe, sio biashara ya kuweza kuiga. Biashara ya kuiga kutoka kwa mtu mwingine ni ni sababu ambayo itakutia hatarini hasa katika usimamizi wako wa biashara, kwa sababu biashara yako itaweza kufa muda wowote bila hata kuelewa ni sababu ipi iliyopelekea biashara yako kuweza kufa ama biashara yako kuweza kufilisika. Hatua ya pili ni kutafuta taarifa zilizo sahihi juu ya biashara unayotaka kuianzisha. Kukosanya taarifa zilizo sahihi ni jambo la msingi, kwa sababu itakusaidia kuweza kubaini biashara unayotaka kuianzisha ina ushindani wa aina gani na ni eneo gani ambayo unahitaji kuanzisha. Bila kuwa na taarifa sahihi juu ya biashara ambayo unahitaji kuianzisha, maana yake ni ngumu weye biashara yako utakayoianzisha kuweza kupiga hatua. Kwa hapa, lazima uweze kujua wapinzani wako wanafanya biashara hiyo wanatumia mbinu za aina gani? Kwanza uwasome wale washindani wako biashara wanayoifanya. Je, wanauza sana? Na kama wanauza sana, je, bei zao ni kubwa au bei zao ni za chini? Sasa hapa lazima uweze kubaini biashara wanaofanya wenzio na ambayo wewe unataka kufanya, uweze kujitofautisha kati ya wao na wewe. Ni mbinu gani utakayoitumia wewe itakayofanya kuwe kuna utofauti kati yako na hao wengine ambao wanafanya biashara kama ya kwako. Kumbuka tayari wenzako waishatengeneza masoko na tayari wana watu wao, kwa hiyo wewe ndipo unapoingia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo lazima uweze kujizatiti kabisa kuelewa kwamba ni namna gani utakavyoweza kupambana katika soko hilo au katika uwanda huo wa biashara ambao unapohitaji ambao unahitaji kuingia. Kwa hiyo kikubwa kabisa, hakikisha unatafuta taarifa zilizo sahihi kabisa juu ya kuanzisha biashara yako, na kila biashara ina changamoto zake. Lazima uweze kukubaliana na changamoto ama kukabiliana na changamoto hizo utakazoweza kukutana nazo katika biashara. Hatua ya tatu ni kutafuta ujuzi ama maarifa. Kuwa na ujuzi ama maarifa ni kitu cha msingi sana, hasa katika swala zima la kuweza kuanzisha biashara. Bila kuwa na ujuzi ama maarifa ni ngumu sana. Tunapozungumzia ujuzi ama maarifa hapa, tunaangalia zaidi kutangaza biashara yako. Biashara tayari umekwisha kuianzisha, lakini kama hauna ujuzi ama maarifa kuweza kuitangaza biashara yako unafikiri utawezaje kupata wateja? Kwa sasa hivi watu wengi wamejikita sana hasa katika mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao. Wengi wao wapo katika mitandao ya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na mitandao mingine. Hiyo yote inawarahisishia kwa ajili ya kuweza kuongeza samani au kwa ajili ya kuweza kuongeza wateja ili kuweza kujipatia kipato. Hapa tutaangazia zaidi biashara yako, lugha. Lugha ya kufanya biashara ni kitu cha muhimu yako, yako, sana. Lakini kingine lazima uweze kuelewa muunganiko na watu wako. Yaani muunganiko na hao unaowauzia bidhaa zako. Katika biashara yako, kama muunganiko wako unakuwa ni muunganiko ambao si mzuri, maana ni kwamba biashara yako siku zote utakuwa na shangaa, unafanya biashara lakini hauzi, lakini unaona wenzio wanaofanya kazi kama ya kwako wanauza. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na muunganiko ulio thabiti na ni muunganiko ulio mzuri. Pia maarifa ya kuweza kutunza fedha zako. Hakikisha katika biashara unakuwa una maarifa yatakayokuweza kufanya kuweza kutunza fedha zako. Lakini kama utakuwa hauna maarifa ama ujuzi utakao kufanya kuweza kutunza fedha zako, ni kazi bure, kwani fedha zako zitakuwa zikipotea bila kuwa na sababu za msingi. Unapokuwa na maarifa juu ya kutunza fedha, hilo itakusaidia sana kuweza kusonga mbele na kuhakikisha kwamba biashara yako inazidi kuimarika na kukua siku baada ya siku. Hakikisha kuwa na maarifa sahihi kwa ajili ya biashara yako. Mtu anatengeneza pesa kwa kitu anachokijua na mtu anapoteza pesa kwa kitu asichokijua. Hakikisha pesa yako unayotengeneza umeweza kuiwekea maarifa sahihi ya kuweza kutunza fedha zako ama faida yako. Hatua ya nne ni utafiti wa soko ama biashara yako. Utafiti wa soko pia ni kitu cha msingi kabisa, kama nilivyowahi kuzungumza hapo nyuma katika video zangu. Unapokuwa umetafiti soko lako, ndipo unapokuwa umejiwekea ufanyaji kazi mzuri, kwa sababu utafiti wa soko itakufanya wewe kuimarisha biashara yako, na kubidi uweze kujua wateja wako ni wapi na washindani wako ni wapi. Baada ya kubaini vitu hivyo, basi unaikawa kuweza kuanzisha biashara yako na biashara yako ikakuwa siku baada ya siku. Na hatua ya tano ni kuanza biashara, kwa sababu utakuwa umekisha kuchunguza yote hayo na kuyafanya yote hayo, ikiwemo kusudi ama lengo la kuweza kuanzisha biashara yako kwamba kusudi lako ama lengo lako ni lipi, na tayari umekwisha kusanya taarifa mbalimbali ambazo ni sahihi juu ya kuanzisha biashara yako, basi kutakuwa hakuna jinsi nyingine bali itakubidi uweze kufanya biashara. Ila kitu cha kuzingatia kabisa, hakikisha unatafuta ujuzi ama maarifa ya kuweza kukuza biashara yako, ikiwemo kutangaza biashara, ujuzi wa kuuza pamoja na muunganiko wa watu bila kusahau taarifa ya kuweza kutunza fedha zako vizuri. Pia hakikisha unafanya utafiti ulio sahihi kabisa juu ya masoko ama soko ama biashara yako. Kuna baadhi ya watu wanapokuwa wanaanzisha biashara wanaenda kukopa fedha na unakuta hawana mtaji kabisa. Sasa hapa, hakikisha kabla hujakopa fedha ya kuweza kuanzisha biashara, hakikisha biashara yako umeweza kuianzisha kwa pesa yako au kama unakopa inakuwa ni asilimia kidogo sana, asilimia kubwa inakuwa ni fedha yako. Unapoanzisha ya biashara kwa pesa ya mkopo, baadaye ikashindwa kwenda biashara yako ikashindwa kusonga mbele, maana yake kwamba katika marejesho itakuwa ni shughuli kikubwa. Kabla ya kuanzisha biashara, hakikisha unatumia mtaji wako binafsi, pesa yako binafsi, usipende kutumia pesa ya mkopo unapoanzisha biashara kwa sababu Siku zote biashara inapoanza, mara nyingi biashara inakuwa ni ngumu na changamoto zinakuwa ni nyingi. Juu ya biashara ni biashara yoyote unapoamua kuanzisha, huwa kuna changamoto kwa mwanzo, na biashara huwa ni ngumu, mzunguko wake waga ni mgumu. Kwa kikubwa kabisa, zingatia haya ambayo nimeweza kukurejeshea kwa siku ya leo. Kama unahitaji uweze kuanzisha biashara, zingatia hizo hatua tano, nawe utafanikiwa na biashara yako itakuwa lakini ni ukumbushe kama ndio unaungana nasi kwa mara kwanza, hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama kingeri, ili hapo taarifa zetu uweze kuzipata kioresi zaidi.